Na mtazamaji wa Baharia TV. Moja ya stori na habari ambayo inakwenda kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii ikimuhusu mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clutus Chipando alimaarufu kama Baba Levo ameendelea kuvutia hisia za wananchi, huku wengi wakielekeza masikio yao kwake wakisubiri hoja na michango yake katika kulijenga taifa letu. Katika moja ya ziara zake mkoani Kigoma, mbunge huyo alitembelea soko la Mwanga na kuzungumza na wafanyabiashara wa eneo hilo. Akiwa hapo bana, aligusia suala la ongezeko la ushuru lilowekwa na halmashauri kwa wafanyabiashara wa soko hilo. Mbunge Chipando bana alieleza wazi kuwa hakubaliani na uamuzi wa kuongeza ushuru huo, akisisitiza kuwa wafanyabiashara wadogo ndio muhimili wa uchumi wa wananchi wa kawaida. Alibainisha kuwa ni muhimu kwa halmashauri kutafuta mbinu mbadala za kukusanya mapato bila kuwaumiza wafanyabiashara, ili kuepusha kuwakatisha tama au kudhoofisha shughuli zao za kiuchumi. Mtazamaji wa Bahari TV, wewe ni maoni gani ambayo uko nayo kuhusiana na kauli ya kwake mbunge Clutus Chipando ali maarufu Baba Levo? Nitakuja kusoma maoni yako la mwisho. Ndugu yangu uh, Kainan, naomba uongee na wataalamu wanaojenga soko la Mwanga. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao sikubaliani na halmashauri kuongeza ushuru kwa wananchi kila siku kwa ajili ya kutumia kama vyanzo vyao vya mapato. Mimi naamini tunaweza tukatengeneza vyanzo vya mapato bila kuwaumiza wananchi, yaani mwananchi akaenda ya sehemu kula raha, kumbe amechangia halmashauri mapato. Wamejenga soko la Mwanga katikati ya, ya mji nimewambia huku juu msiweke bati, wekeni flati, tengenezeni kama ukumbi, watu wanaweza kakaa, jione anakunywa zao kahawa na nini, pale juu au kwa anaiona anauona mji wote. Lakini wataalam ni wabisha, wata kunisikiliza. Na walifanya hivi kwenye bandari ya Ujiji, niliwaambia, hamuwezi kutengeneza bandari chini, lazima bandari mwinyanyue. Wakatengeneza chini, leo hivi imezama vyote, mabilioni ya hela yameondoka pale hawataki kunisikiliza. Labda sasa hivi kwa sababu ni mbunge watanisikiliza, wakati ule nilikuwa ni diwani. Nakuomba na, na, na wasiliana na wataalamu pale juu Mwanga pale juu, watengeneza hata sehemu watu wanaanza kuwa naenda kuangalia mpira. Watu wakienda kuangalia mpira, almashauri inapata mapato, mtu atakuwa analipa pale milioni kumi kwa mwezi. Hiyo milioni kumi kwa mwezi ni sawasawa na mapato ambayo wanayapata pale kwa noti. Kwa nini tusifute ushuru kwa noti? enda kuokota pale juu watu wanaangalia mpira wanachekelea, kumbe wamechangia milioni kumi. Lazima tupunguze hizi kelele za mtaani, lazima tuzipunguze. Na mimi ni, wa, ni kuambie wazi, mimi nitahakikisha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika mji huu haishuki chini na haitashuka kwa kutekeleza miradi ambayo tuliahidi, mimi na Dr Samia Suluhu Hassan. Kuna soko la Ujiji hapa, soko ambalo lipo kwenye ilani ya chama cha mapinduzi, soko ambalo watu wa Ujiji ndo ndoto yao ndo roho yao, liko pale, tuliliahidi wakati wa kampeni na wahakikishieni, nisipolijenga lile soko nikirudi tena hapa kuomba kura, msinipe kura. Huo ndo ukweli, sinishashinda siningesema tu niendelee kutamba, lazima tubanane tuhakikishe vitu vinafanyika katika mji wetu. Nawapenda sana watu wa Kigoma na niko tayari kuwatumikia watu wa Kigoma, na tunasubiria mwezi wa nne, bunge linaanza, mtausikia moto mle. Mimi mlinichagua, mnanijua sijasoma. Mlikuwa mnategemea nitateuliwa kuwa waziri, lakini si mnajua kama ni moto mkubwa. Wale mawaziri waandee leso za kufuta jasho, maanake moto utakuwa unatokea backbencher. Ukipelekwa moto mbele, si ndo backbencher na nimeanza shule. Watu wengine wao, kwa nini unaanza shule? Nimeanza kwa sababu huko mbeleni mambo yanaanza kabadilika, ikawa mbunge lazima awe hata na form 4 ila saba hii itawakosesha mbunge. Nimeanza shule, nasoma shule, nataka mpaka tunafika elfu mbili na thelathini walau nina diploma mkononi. Ukija nakwambia unakutana na Baba Levo mwenye diploma yake mkononi. CCM oyee! Tuko vizuri Nawapenda sana na naomba nishukuru sana. <laughs> Naongea sana mtu <laughs> wa maana sana kienanyo. Eh? Jamani, tumwombeeni sana huyu kwa sababu ananipenda, atanisaidia. Anaweza kaja katibu mwenyezi mwingine ambaye hanipendi nitakosa vitu. Sawa, so, mtazamaji wa Baharia TV shukrani sana kwa kumsikiliza uh, na kuendelea kuitazama Baharia TV, na na imani na umemsikiliza vizuri kabisa uh, mbunge huyo wa Kigoma Mjini, Clutus Chipando almaarufu Baba Levo, sasa hapa studio. Bwana, maoni waliotutumia hapa, naanza kupita na jumbe ambazo wametutumia hapa studio. Huyo hapa anaitwa Bi Asha Mwakaringa kutoka Mwanga Kigoma Mjini, anasema tunampongeza sana mheshimiwa mbunge kwa kusimama upande wa wafanyabiashara wadogo. Ongezeko la ushuru lilikuwa linatupa wakati mgumu sana, tunahitaji serikali itusikilize. Bi bwana Juma Kaseke eh, kutoka Kigoma Ujiji, hii anaandika hivi, mapato ni muhimu kwa maendeleo, lakini pia ni lazima tuangalie hali halisi ya wafanyabiashara, kama kuna njia nyingine za kukusanya mapato bila kuumiza wananchi basi zifuatwe. Mama Rehema Saidi kutoka Kibirizi Kigoma yeye anaandika hivi, Baba Levo ameonyesha kuwa anajali wananchi wake, wafanyabiashara wengi hapa sokoni wanategemea biashara hizi kwa ajili ya familia zao. Bwana Mikaeli George kutoka Dar es Salaam Tanzania yeye anaandika hivi, huu ni mfumo mzuri wa uongozi kusikiliza wananchi. Halmashauri zinapaswa kushirikisha wadau kabla ya kufanya maamuzi makubwa kama haya sasa. Nakamilisha na ujumbe wa kwake Bi Neema John kutoka Mwanza, yeye anaandika hivi namuunga mkono mbunge kwa kusimamia haki za wafanyabiashara wadogo. uchumi wa chini ukikua, taifa naro linakuwa. Mtazamaji wa Baharia TV langu, jina mimi ni Friday Mwangomare, tuandike ujumbe wako mfupi maandishi, una kipi wewe cha kuchangia hapa? Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.